Tunataka kuambia wa, wale wabunge wa hapa kwetu Kiambu ya kwamba waache mambo ya fujo, mambo ya porojo na mambo ya kelele. Waache gavana wa Matangi afanye kazi yake. Nyinyi ndio mlichagua gavana wa Matangi 2022, ni nyinyi mlitokea mkamchagua. 2027 ni nyinyi mtarudi kumchagua, ni nyinyi ama si nyinyi? Mlimchagua kujitakia ama kuokuambiwa na mtu kwa sababu kuna watu wengine wenye wamezoea tabia mbaya, wanasemanga ati wao Kiambu wasiposema ni nani atachaguliwa kukuwa gavana, ya kwamba nyinyi hamna akili hamna macho. Kwa hivyo lazima mngoja waambie, tuambie namna gani? Wako na kura moja yao, mtu aongee kuhusu kura yake ama namna gani? Juzi nimeona mwingine hapa amekuja ati kwa sababu ametuletea ile mahindi sijui na maharagwe yenye nasikia simnajua ile hatiazanyi nini. Acheni kusema hivyo ati hiyo mara maharagwe ni kweli haivangi, ati kwa sababu ametuletea hiyo maharagwe hapa ati sasa amefikia kiwango ya kukua gavana wa Kiambu. Tuambie kila mtu kwanza ajipange na kazi. 2027 tutachagua mtu kwa sababu ya kazi yake ama namna gani? Gavana wa kazi, gavana wa matangi kazi ameiweza ama haiwezi? Juzi ndio niweze kupokeshea gavana microphone kwa sababu tunaenda kwangu Karimoni kuna watu wamegoja kama nyinyi. Juzi tumeona wakatengeneza uongo. Uongo yenye hata haina adabu. Wakaenda kwa TV, wakasema Kiambu hospitali sijui kumekufa watoto wangapi. Juzi tumeona wakiwa pale Igegania, juzi the day before yesterday, wameenda hapo kwa celebration wabunge wale ambao hawana, hawana crew ni nini, wanafanyikanga kwa ground wanaende, wanaendelea kueneza uvumi yao ya kwamba hakuna matibabu hospitali zetu. Lakini nataka kushukuru wananchi kwa sababu mwananchi saa hizi huwezi ukamdanganya. Yule mwananchi wa Kiambu si pumbavu, yeye ndiye anaendanga kwa hizo hospitali walipomaliza uongo yao. Na mliona kwa TV, wale wenye wanaendanga hospitali zetu walichukua microphone, wakasema hiyo ni upuzi, hospitali ziko na matibabu na inaendelea. Si ni ukweli jameni? Hiyo uongo yao yenye haina maana, walisahau kwamba uongo iko na expired date, na expired date ya uongo inakuanga karibu sana, na uongo yao imefika mwisho. Haijafika mwisho Imefika mwisho, haijafika mwisho? Gavana leo alikuwa ametutuma twende tukaongea na wale wachache ambao walikuwa wame, wame, wame, wamekosa kwenda kazi madaktari.